Ni nani huyu mwenye upendo huu mkubwa ambaye kondoo wake mmoja kati ya mia moja akipotea kuwaacha wale tisini na tisa na akaenda kumtafuta huyo mmoja? Mheshimiwa Padri John Kulwa Mheshimiwa mwenyekiti wa ushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu jimbo na kanda, na kamati tendaji ya wanaushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu, wapendwa wanaushirika wa moyo mtakatifu wote, wanahabari na Wakristo wote, na wote wenye mapenzi mema tunaoshiriki adhimisho hili la sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Basi ndugu zangu, Leo ni sherehe kubwa katika kanisa tunapofanya adhimisho la sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, leo ikiwa ni Ijumaa katika wiki la kumi na mbili mwaka chea wa kanisa, na kama ilivyo desturi, Ijumaa inayofuata baada ya ile Dominika ya adhimisho la mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu baada ya sherehe hiyo, basi sherehe inayofuata ni sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Ni siku ya furaha kipekee kabisa kwa kanisa lote kwa ujumla, lakini kipekee kwenu ninyi, wana ushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu, na katika jimbo letu kuu la Tabora ambapo tumeshiriki wengi wa kutosha. Mmoja wa viongozi wenu ameniambia mko idadi ya pata mia mbili na katika idadi hiyo basi wapo tunaowapokea katika ushirika wetu huu wa moyo mtakatifu wa Yesu. Tuwashangilie kwa makofi. <coughs> Nitaomba katika tafakari yetu tuiweke katika maeneo makubwa manne. Sehemu ya kwanza ni maana ya moyo mtakatifu wa Yesu. Sehemu ya pili sifa za moyo mtakatifu wa Yesu. Sehemu ya tatu uhusiano wa moyo mtakatifu wa Yesu na Padre, uhusiano wa moyo mtakatifu wa Yesu na mwanaushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu, uhusiano wa moyo mtakatifu wa Yesu na kila Mkristo, hiyo itakuwa ni sehemu ya tatu ya yani nne na ya mwisho tutaangalia, itakuwa ni sehemu ya mangamuzi mbalimbali juu ya moyo huu mtakatifu wa Yesu kupit, kupitia maandiko matakatifu, sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu. Tunaanza na sehemu ya kwanza, maana ya moyo mtakatifu wa Yesu. Nina wasiwasi wasi, baadhi yetu tunaweza tukachanganya na tukafikiri kwamba tunaposema adhimisho la moyo mtakatifu wa Yesu, tunaenda tunamtafuta Yesu mpaka pale atakapopatikana, alafu tunafanya upasuaji tunaweka moyo wake pembeni, alafu sasa tunaanza kumwabudu, tunaanza kumpa sifa zetu, tunaanza kufanya majitoleo yetu. Si hivyo. Kimsingi, tunaposema moyo mtakatifu wa Yesu, hatufanyi upasuaji, yaani hatutenganishi moyo na nafsi ya Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu ni nafsi nzima kwa hiyo tunaposema moyo mtakatifu wa Yesu ni namna nyingine ya kusema juu ya Yesu, ni namna nyingine ya kumtaja, kumtambua Yesu. Tunamzungumzia Yesu yule yule aliyeteswa msalabani, tunaona pale yuko msalabani. Yesu wa Ekarista Takatifu, kuhani mkuu, mfalme wa milele, ni yule yule jana leo, hata milele, kama tunavyosoma kwa Waebrania sura ya 13 aya ya 8. Tuna maana ya sehemu hiyo ya nafsi ambayo ni kiini cha vionjo, kama ilivyo hata kwetu sisi. Kwa hiyo tunamzungumzia Yesu, lakini kupitia sehemu hiyo muhimu kabisa ya nafsi, tukitaka kutambua nafasi ya moyo hata kwa kila mmoja wetu na hii inatupa fursa ya kuingia na kujizamisha katika tafakari ya ndani na ya kina katika fumbo la uwepo wake na pendo lake kwetu. Mimi na wewe wote tunajua kwamba mtu anayekupenda kweli kweli, utakuwa na nafasi kwenye moyo wake, atakuwa anakufikiria, anakujali, anakuthamini na anajisadaka Yaani, anajitoa kwa ajili yako ili wewe ufurahi, ili wewe uweze kutambua thamani yako ya maisha na uweze kuishi vema. Na hivi kabisa kabisa ndivyo alivyo na ndivyo anavyofanya Yesu Bwana na Mungu wetu, na hii tunaiona wazi kabisa katika sehemu inayofuata tutakapoangalia sifa zake, lakini pia hata tutakapopitia maandiko matakatifu. Labda sehemu ya pili tuangalie sifa za huu moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu una sifa nyingi, na chache hapa twazitaja: ni mtiifu na ulioshiba matusi kwa ajili yetu, uliodharauliwa ukachomwa mkuki, ukaumizwa vikali, lakini ulitii mpaka kufa kwa ajili yetu. Una mapendo makubwa kwa binadamu unatuvuta kama kamba kwa kifungo cha upendo, kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Anasema, mimi mwenyewe nitawatafuta kondoo wangu, ikiwa ni simulizi la agano la kale, jinsi ambavyo Mungu alipenda kujionyesha kuwepo kwa njia ya wafalme na akapenda wao wamwakilishe kuwaongoza vizuri watu wake lakini walifanya kinyume, pengine waliwanyanyasa, waliwaonea, waliwaumiza. Sasa Mungu anatupa ahadi kupitia maneno ya Nabii Zekaria kwamba mimi mwenyewe sasa, ikiwa ni, ni, ni, ni utabiri wa Yesu kwamba mimi mwenyewe nitawalisha kondoo wangu na nitawalaza mahali palipo na majani mazuri. Atatuchunga vizuri, ndicho tulichosikia katika somo la kwanza. Moyo wa Yesu ni sadaka yetu wakosefu. Mimi na wewe tuko wakosefu, na tumesikia sasa haya wazi kabisa katika injili iliyosomwa. Ni nani kati yenu, nani kati yetu, huyu mfugaji asiye na busara kiasi hicho? Tungeweza kusema asiye na busara. Hizi ni hesabu za namna gani? Kwamba una kondoo mia moja mmoja anapotea, unawacha 99, tisini na tisa, tisa, eti unaenda kukatafuta kale kamoja? Kweli hizi ni hesabu za namna gani? lakini inataka somo hili inataka kuonyesha kina na kilele cha huruma na upendo wa Mungu, kwamba anatutafuta wale tuliopotea, tulio, anatutafuta wanyonge, anatutafuta tuliowahitaji ni ishara tu, haina maana kwamba Mungu anawaacha hawa wengine, hawapendi hawathamini, lakini hawa 99 wako pamoja na wako katika kundi. Huyu aliyepotea anamtafuta ili wote wawe kundi moja ndani ya mchungaji mmoja, na hii inaonyesha upendo wa pekee wa Mwenyezi Mungu somo la Injili limeeleza. Lakini pia huu ni moyo una, unaokaa uokovu wao wenye, wenye kutumainia wote tunautumainia, na haya tumesikia katika somo la Injili, somo la pili kwamba pendo lake limemiminwa katika mioyo yetu, naye ndio upatanishi wetu na Baba, anatupatanisha na Mungu kwa sababu ya pendo hilo lililo ndani mwetu, ambalo yeye amelimimina kwa njia ya Roho Mtakatifu. Moyo huu ni chemchemi ya faraja zote. Una faraja kwa sababu biashara yako imekwenda vizuri, una faraja kwa sababu mmoja alikuwa na shida ya mtoto, umepata mtoto, una faraja kwa sababu ulikuwa unatafuta kibarua au ajira una faraja kwa sababu ulikuwa unatafuta mtaji, una faraja kwa sababu ulikuwa unatafuta hiki, unashangaa unapata faraja, una faraja kwa sababu rafiki yako mliyekuwa mmehitilafiana mmepatana. Yeye, yeye, moyo huu ni chemchemi ya faraja zote, zote zinatoka kwake. Somo la pili naeleza hayo. Moyo Mtakatifu wa Yesu ni tanuru lenye kuwaka mapendo, kama tulivyosikia katika Injili basi ni chombo cha haki na upendo ni moyo uliojaa upendo na wema, kilindi cha fadhila zote, matumaini ya wenye kuzimia, kama tulivyosikia katika somo la pili pia. Moyo huu ni mnyenyekevu, mpole na mnyofu, kama tunavyosoma katika injili ya Matayo sura ya 11 aya 29, una huruma, kama tulivyosikia katika injili, umejaa neema na hauna dhambi, wenye utimilifu wa kimungu na unaotawala mioyo yetu tukiuruhusu, kitoa ruhusa kwa moyo huu ulio na huruma na upendo usiopimika, usiotulazimisha. Unakuja na kugonga hodi, ukitaka tuuruhusu, ili tuongozwe nao huu moyo. Hizo zote ni sifa za maana sana zinazoueleza moyo huu, lakini kuna sifa za pekee. Sifa za pekee za moyo huu mimi hapa kati ya nyingi ningeweza kuzitaja hizi tatu. Kwanza ni moyo mtakatifu sana, kuliko moyo wangu na moyo wako. Na sifa ya pili, kati ya sifa za pekee, unaishi mahali patakatifu, na tatu, una ushirika na watu na vitu vitakatifu. Kwa hiyo tukitaka kuwa na ushirika wa moyo huu, tuutafute utakatifu. Na njia zipo, njia rahisi moja wapo ni sakramenti ya kitubio, kwamba kila napoanguka naweza kwenda kujitakatifuza na kujita. Na sehemu ya tatu ningependa ni tuangalie uhusiano kati ya moyo huu mtakatifu wa Yesu na makundi yote ya wanachama wa kanisa, yaani waklelo, watawa na sisi waamini, wana ushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu na watu wote, tukianza na kwetu sisi mapadre, padre ni Kristu mwingine. Hivyo basi, kimsingi padre ni moyo wa Yesu, anaubeba moyo wa Yesu, anaupeleka kwa watu ili watu wanapomwona, wanapopokea huduma za kipadre, waweze kuonja pendo lile lile, huruma ile ile isiyopimika wa huyu Yesu ambaye ameruhusu moyo wake ubebwe ndani ya moyo wa padre. Inawezekana basi ni kwa sababu hiyo, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, papa, mnamo mwaka elfu mbili na mbili aliweka siku hii ya leo iwe shere, i, siku hii ya leo yani sherehe ya Moyo Mtakatifu wa Yesu kiulimwengu, iwe ni siku maalum ya kusali kwa ajili ya kuwatakatifuza mapadre Kumbe tunaungana nanyi wanaushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu na waamini wote kujitakatifuza sisi mapadwe na maaskofu wenu. Tunawaomba mtuombee ili tuendelee kujitahidi katika maisha yetu kuziishi sifa za huo moyo, ili watu wavutwe na moyo huo, kama kamba, watu waendelee kuvutwa, waukimbilie moyo huu, waikimbilie huruma yake, wayakimbilie mapendo yake yasiyopimika. Lakini sehemu ya pili kwenu ninyi pia wana ushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu, tunaalikwa tujitahidi ili waamini wote waweze kuona moyo huo wa Yesu kupitia kwenu, kupitia huduma zenu, utume na utumishi wenu, wajibu wenu kama wana ushirika, lakini wajibu wenu kama wana familia, wajibu wenu katika shughuli mbalimbali maofisini, katika biashara, kama wakulima na mahali popote, waweze kuonja hilo pendo la moyo huu mtakatifu wa Yesu, lakini si ninyi tu, hata na kila Mkristo, ili watu wote waweze kuvutwa kuja kwake na kwa kanisa ili waoshwe na kutulizwa roho zao kwa mafundisho, tafakari ya Neno la Mungu, ushauri na zaidi sana katika sakramenti za kanisa, hasa Ekaristi takatifu na kitubio fuatia umuhimu wa sherehe hii leo, baba mwadhama ambaye alikuwa ameombwa na kualikwa na paroko wetu mheshimiwa sana Padre Faustin Luchungura aje adhimishe fumbo hili la Ekaristi takatifu katika sherehe hii, adhimisho hili la sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, basi amenituma mimi kwa niaba yake nije niadhimishe fumbo hili la misa takatifu, lakini amenituma kwenu kwa mapadre na, tunaye padri Kulwa John Kulwa mdogo. Tuna John Kulwa wawili, padri John Kulwa mkubwa mnamfahamu, na huyu ni John Kulwa mdogo. Basi amenituma kwenu mapadre, tukiwakilishwa na padri huyu, amenituma kwenu wana ushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu wote na wakristo wote, akiwapelekeeni heri sana kwa sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu tujishangilie. Sehemu ya nne tuangalie mang'amuzi mbalimbali juu ya moyo mtakatifu wa Yesu kadiri ya maandiko matakatifu. Kwa ujumla, moyo mtakatifu wa Yesu ndio asili ya kuzaliwa kwa kanisa, tutaona kuna ufanano fulani. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanatuambia hakuna ukinzani katika maandiko matakatifu kati ya Agano la Kale na Agano jipya kwa maana ya kwa kwamba karibu na kwa kweli kila kitu kinachozungumzwa katika Agano la Kale kinakuwa ni ishara au kinakuwa ni kivuli cha kitu ambacho kitaonekana kama kitu halisi katika Injili au katika Agano Jipya. Kwa hiyo Agano la Kale ni ishara na kivuli ya kitu halisi kitakachoonekana katika Agano Jipya. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa moja wa ufanano ni huu. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ishirini na moja mpaka ishirini na mbili kuna jambo hili linaonekana, kwamba ni namna gani mwanamke aliweza kutokea, aliweza kuumbwa. Ni pale Mungu alipompiga Adamu usingizi, na alipompiga usingizi ni katika ule ubavu wake hapo Eva akawa ameumbwa, Eva ambaye ni mama wa viumbe vyote. Sasa kuna ufanano, huyu ni Adamu wa kwanza na huyu ni Eva wa kwanza, lakini kuna Adamu wa pili ambaye ni Yesu na Eva wa pili ambaye ni mama Bikira Maria. Hapa nitamzungumzia Adamu wa pili ambaye ni Yesu, naye tunaona pale msalabani alipoinamisha kichwa ishara ya usingizi, alipoinamisha kichwa chini na kuzimia kwa mateso juu ya msalaba, katika sura ya maji na damu iliyotoka ubavuni mwake, tunaona mchumba wake, yaani kanisa, na huyo ni mimi na wewe tulizaliwa hayo maji na damu yakiwakilisha sakramenti ya ubatizo na ekaristi takatifu. Tunaona ule ufanano ule ule, ndipo kanisa lilipozaliwa, na hivi kanisa limezaliwa kwa pendo lake Mungu, kujisadaka kwa kuchomwa mkuki ubavuni mwake, na sisi sote tumezaliwa na tunazaliwa kwa njia ya sakramenti za kanisa. Na ndiyo maana tumesikia kwenye maneno ya utangulizi wa misa ya sherehe hii ya leo, tumesikia maneno haya yeye aliinuliwa msalabani akajitoa mwenyewe kwa ajili ya kutupenda sisi, alichomwa ubavu ikatoka damu na maji, zipate kutoka humo sakramenti za kanisa, na sisi sote tuvutwe na huo moyo wazi wa Mwokozi na kuchota kwa furaha neema katika chemchemi ya wokovu. Sehemu ya pili tungeweza kuangalia kufunguliwa kwa moyo wa Yesu na gharika kuu. Gharika kuu, hadithi tunayosikia katika kitabu cha Mwanzo sura ya saba aya ya kwanza, tunaona Nuhu alivyofanya kwenye mlango upande mmoja wa safina Alipoufungua ule mlango, wanyama waliingia ndani ili kukwepa mafuriko ya dhambi, mafuriko ya maji, si ya dhambi, mafuriko ya maji. Mlango mpya ulifunguliwa kwenye moyo wa Mungu mtu, ule ubavu wake ulipochomwa, ni mlango uliofunguliwa, na neema na baraka zikabubujika kupitia sakramenti hizo, kupitia katika moyo huo, na hapo ndipo mlango ulifunguliwa, ili sisi sote tupate kukwepa mafuriko ya dhambi kama masomo ya leo yanavyotueleza. Pia padre na mwanaushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu na Wakristo wote, basi tuwe na shauku na tupende sana sisi wenyewe kuungana, kuungama, lakini pia kuwatafuta kondoo waliolegalega, watu waliokata tamaa, watu walioenda njia isiyo tuwaepushe katika mafuriko ya dhambi na tuwaepushe katika kwenda mbali na upendo huu wa Mungu usiopimika na huruma hii ya Mungu, na waweze kuijongea kiti hiki cha huruma kupitia sakramenti ya kitubio. Watu wote wayapende yaliyo mema na upendo wao uzidi hek, na hekima na ufahamu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho, padre mwanaushirika wa Moyo Mtakatifu wa Yesu na kila Mkristo tunaalikwa kutambua kuwa tunaweza kupata maisha ya furaha, amani, lakini pia upo uwezekano wa kupita katika kipindi cha misukosuko. Tuwe imara, tusiyumbishwe, tusiyumbeyumbe katika imani, hali ambayo inaonekana sana katika zama hizi ni kazi yetu wana ushirika wa moyo wa Yesu, katika utume wetu na katika maisha yetu, kuwa mfano wa kuigwa tena. Tusiogope pengine katika changamoto tutakazokumbana nazo katika utume na utumishi wetu. Unaweza kuchukiwa, unaweza kutengwa na hata kuhatarishiwa maisha bila ya sababu au kwa sababu eti wewe unaonekana, eti una kimbelembele cha imani. Wewe unaonekana, eti unapenda kusema ukweli wewe unaonekana eti kwa sababu ni mtu wa haki, na hiyo inakuwa sababu ya wewe kupata misukosuko. Tujifunze kwa Yesu aliye msalabani. Alipokuwa pale Golgota alipata yote ambayo tunaweza kuyapata, misukosuko, lakini akiwa mkweli, akiwa mtu wa haki, akiwa hajatenda neno lolote baya, lakini yeye alifanya nini katika mazingira hayo? La kwanza alitenga daima muda wa kusali katika maisha na utume wake ili aweze kubaki ameungana na Mungu. Lakini pili, daima alifanya kazi ya matendo mema. Nasi tukumbuke kuendelea kufanya kazi ya matendo mema. Mtume pa, mtume Yakobo katika waraka wake sura ya pili ya 17 anasema imani bila matendo imekufa. Kila wakati tuwe ni watu wa tafakari ya maisha kwa ujumla. Katika shida yoyote tutafute namna na tulivyochangia katika shida hiyo, na tukingamua kwamba mahali fulani tumehusika katika changamoto iliyopo, basi tuifanyie kazi na kusonga mbele, tukiendelea na safari yetu ya ukombozi. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike.

Uongozi wa seminari ndogo ya Itaga iliyopo jimbo kuu katoliki Tabora unawatangazia wavulana wa Katoliki wanaohitaji kujiunga na seminari ndogo ya Itaga kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa michepuo ifuatayo: PCM, PCB, HGL, CBG, PGM, HGE na EGM. Sifa ni kwa wale waliopata daraja la kwanza mpaka daraja la tatu la pointi 22. Kwa mawasiliano zaidi piga simu kwa mkuu wa seminari padre patrick msekwa simu nambari 0784478052 au kwa mkurugenzi wa miito padre ponsiano kibobela simu namba 0784524474 kumbuka utakapochukua fomu hakikisha unawasiliana na mkurugenzi wako wa miito karibu itaga seminari